a chama cha mapinduzi John Pombe Magufuli ameendelea kunadi sera za chama cha mapinduzi kwa kuahidi mabadiliko ya kiuchumi kwa mkoa wa Mara, huku akiwasisitiza Watanzania kuwabeza wapinzani wanaotumia muda mwingi kukosoa kila kilichofanywa na chama cha mapinduzi. Magufuli ambaye ameambatana na kamati ya kampeni amefanya mkutano wa hadhara kwenye viwanja vya Mukendo mjini Musoma mkoani Mara. Days Opar na taarifa zaidi. Kampeni za kumnadi mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi zimeendelea leo katika viwanja vya Mkendo vilivyoko mjini Musoma mkoani Mara, huku baadhi ya wanachama wakichukua fursa kutoa onyo kwa watanzania kuepuka matamshi ya baadhi ya wanasiasa wanaoendeleza utapeli kwa lengo la kushinikiza mabadiliko. Ni siku za kutafakari kazi tuliyonayo mbele yetu na kutafakari aina ya mtu tunayempeleka ni jambo la msingi lile, kwa sababu baada ya tarehe ishirini na tano kampeni zitaisha, mbwembwe zitaisha, bahasha zitaisha, itakayobaki ni kazi. Lakini neno mabadiliko lina sura ngapi? Sura moja ni mabadiliko ya kurudi nyuma, nayo ni mabadiliko, na mabadiliko ya kwenda mbele, nayo ni nini? Sisi tunataka mabadiliko ya maendeleo. Kumekuwa na mafanikio na tumekuwa tunatoa taarifa kwa kwa taifa. Kampeni hizo zimeendelea kukosoa kampeni za upinzani na kuelezea matumaini makubwa katika kumchagua mgombea urais kwa tiketi ya chama cha CCM, John Pombe Magufuli. mimi sikuja kuuza mbuzi kwenye magunia, Magufuli mwenyewe yupo, nionyesheni kura zake Magufuli. Hawa hawana hoja hawa wanataka kwenda Ikuru, wanalao jambo huko, ushahidi wa Richmond. Kwa upande wake Dokta Magufuli ameahidi kuleta uongozi ulio na misingi ya uwajibikaji, ikiwa shabaha kuu <tied up> <tied up> ni kukabiliana na ufisadi. Mimi sifanye siasa, ninafahamu hela zilipo, kama nimekaa serikalini miaka ishirini ninafahamu hela huwa zinavuja wapi, ninawafahamu maafisadi wachache ambao wanakula hela nyingi sana za serikali. Hao ndio nalala nao mbele, moja kwa moja. Uimarishaji wa miundombinu, afya, elimu ya bure ajira ni miongoni mwa ahadi alizowasilisha Magufuli katika kunadi sera za chama. Daisy Opar, Star TV.